Naam, wapenzi wa Ochu Gaming Pro. Karibu katika channel yetu ya Ochu Gaming Pro, ya YouTube. Kama subscribe tafadhali subscribe ili kuendelea kupata video nyingine zinazokuja mbele. Ah, na leo nitaenda kuelekeza jinsi ya kuweka skin za mabasi Tanzania kwenye game la Maleo au Indonesian Bus. Step ya kwanza, inabidi uende Play Store, udownload game lako, utasearch hapo Indonesian Bus Simulator. Litakuja kama hivyo. Ah, utatoka. Step ya pili, inabidi uingie huko. Ukifika, utaenda kwenye sehemu ya search, utaandika Bus ID. Bus ID Tanzania, ambako hiyo ndio sehemu unaweza kupata skin za mabasi tofauti tofauti ya Tanzania. Baada ya hapo Utabonyeza, itafunguka, itakuonyesha sehemu ya ku download. Uta download uta download hiyo button ya kijani downloads. Ninaona wazami kidogo kidogo, ni ads hizo, ads cause shule mimi tayari nisha download, kwa hiyo baada ya kudownload utaenda kwenye downloads, I mean kwenye downloads utaikuta. Kinachofuata inabidi uinstall hiyo ile download, utainstall. Mimi nisha install, ndio maana ananiambia update, kwa hiyo utainstall. So, ah step nyingine utatoka. Ah utaenda kuingia kwenye hiyo application yetu ambayo itakuwa ina jina la TBG. Hapo unapoingia utakuta skin za mabasi tofauti tofauti, mwonekano wake wa ndani ndio ipo hivyo. Mwonekano wake ndio hizo, ni zote ni skin za mabasi. Kwa hiyo mimi hapo nitachukua skin ya tilisho. Utaigusa skin ya tilisho, utaminya alama ya kudownload hapo, kisha itakuwa tayari sha download. Utatoka utaingia kwenye game lako kama unavyoona hapo bil lifunguke baada ya game kufunguka, utaingia gereji, mkono wako wa kushoto, option ya tano. Baada ya hapo, utaminya option ya tatu juu, pale umechola kido cha rangi, alafu utaenda browser rivalry, hapo utachagua my gallery, ambapo ndo ipo ile skin tu download skinisiaturisha, utaenda kwenye skini yako, utaigusa kama hivyo unavyoona game imebadilika, kisha uta apply kwenye button ya kijani mkono wako kushoto, ile iliyoandikwa apply, utagusa hapo. Hapo ndio kwanza chaguo, labda utumie RP za game au uangalie video kwa free. Mimi nimetumia RP, sikutaka kuangalia video. Hapo itakuwa tayari. Ngoja sasa nikuonyeshe jinsi utakavyokuwa ndani ya game unavyocheza itakuwaje. au niendelee kukukumbusha tu kama bado haja download I, I mean, kama bado haja subscribe channel yetu. So, subscribe, like na comment shida, ambayo, na shida yoyote ambayo unayo kwenye gemu lako lolote la simu au la kompyuta, ili niweze kutengeneza video kwa ajili yako gemu. Ah, letu litafunguka kama hivyo, kama unavyoona Endo skini yetu ya tilisho kama mwanavyo yapendwa. Na sio tilisho tu, skini nyingine zozote utafata njia ile ile, utaingia kwenye ile application ya TBG download skin unayoitaka, kisha utaingia garage na kufata option zile zile kwa ajili ya kudownload. Nakusihi usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates za video zinazofuata. Video inayofuata nitakuonyesha jinsi ya kuweka ramani ya Tanzania <tipa> kwenye game hili. Kama uonavyo basi latilisho kama unavyoona, nadhani wapo, umeelewa mpaka hapo tulipofikia. Njia rahisi tu, ahitaji fedha wala chochote. Muhimu ni wewe na bando lako tu, na sio MB nyingi. Niendelea kukukumbusha tu kama bado hujasubscribe, subscribe, subscribe channel yetu kwa ajili ya updates tofauti za video zinazofuata. Comment tatizo lolote na lokuwa nalo kwenye game lolote, nami nitatengeneza video ya kusaidia kwa ajili yako. Asanteni.